Hapa ni Arusha kwenye makao makuu ya EAC ambako viongozi wa jumuiya hiyo wanatarajiwa kukutana kwa dharura katika kipindi cha takribani wiki mbili zijazo. Wanakutana wakati ambapo kumekuwa na kilio cha mambo kutoenda sawa kwenye uendeshaji wa EAC. Jumuiya ina hali mbaya na isipofa, isipo, hatua za madhubuti na za makini zisipochukuliwa, maanake ni kwamba jumuiya inaonekana ina feli ni wasiwasi unaowekwa wazi na mbunge wa Afrika Mashariki EALA kutoka Tanzania, Dr Abdallah Hasnu Makame, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya bajeti. Katika uendeshaji wa jumuiya kumekuwa na hali ya nchi, baadhi ya nchi kutokuheshimu na kutokutii mahitaji ya mkataba Afrika Mashariki ambayo ni sheria, kama vile ukiwa katika nchi wanachama ni katiba sasa, mkataba ndio mwongozo wetu na mkataba unahitaji kila nchi mwanachama ilipe. Lakini kama haijalipa michango, manake ni kwamba jumuiya inashindwa kuendesha shughuli zake za kawaida za kila siku na ikiwemo kulipa baadhi ya kulipa watumishi mishahara na kulipa gharama nyingine za, za kuendesha ofisi na majukumu mengine ya kikazi. Ni bahati mbaya kwamba jambo hili linatokea kwenye jumuiya ambayo ilionyesha kwamba inakuwa kwa kiwango kizuri uh, ikiongeza idadi ya wanachama kutoka wanachama watatu zamani kwa maana ya nchi ya Tanzania, Kenya na Uganda na kuongezeka nchi nyingine uh, tano kufanya uh, ziwe nchi nane. Sasa unapoona kiwango hicho, ina maana kwamba inaongezeka ukubwa wa ushirikiano kwenye uh, mambo ya biashara, mambo ya kijamii, mambo ya kiusalama kwa maana ya kwamba hizi nchi zote ziko karibu. Bahati mbaya sasa ni kwamba ni nchi chache hasa tatu ambazo zimekuwa zikitimiza wajibu wa kulipa zile ada za wanachama za kila mwaka na hapa, tutawapongeza watu wa Kenya, wamekuwa wako mstari wa mbele wakifuatiwa na Tanzania na sehemu Uganda. Jumuiya ya Ulaya imepunguza haijaondoka, lakini imepunguza sana usaidizi uh, ikigusia masuala mengi yanayotokea ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba nchi zimekuwa zina zinakiuka misingi ya kidemokrasia na haki za binadamu, zimekuwa zina aku, hakuna ule utangamano uh, wa kisiasa ndani ya hizo nchi, lakini pia na na kukosekana kwa utulivu kwa ujumla katika hizi nchi kwao, kuna migogoro ile kati ya nchi na nchi na ukiuta hapo, utagusa nchi kwa mfano ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hakuna masikilizano. Rwanda na Burundi, hakuna masikilizano. Kwa haya yote yanafanya wale nchi za washirika wawe wa, wa, wa na hofu kwamba uh, labda mambo hayatakwenda vile yanavyotakikana. Kutokana na vilio hivyo, hatimaye mwenyekiti wa EAC ameingilia kati na akipanga kuwakutanisha viongozi ili wajadili mfumo mpya wa uchangiaji na kupunguza matumizi ili jumuiya iondekane na uhaba wa fedha. Waziri Beatrice Askul wa Kenya anayeshughulikia masuala ya EAC anasema lengo la mwenyekiti wa jumuiya hiyo, Rais Ruto wa Kenya, ni kuwakutanisha viongozi hao kwa kuwa ni chombo cha mwisho cha maamuzi ya mustakabali wa EAC. Lakini je kikao hicho kinaweza kufanikisha nia? na nafahamu kwamba rais Ruto ameitisha huu mkutano wa dharura, lakini itakuwa ina maana kama wanakaa lakini hawana utayari a, katika kuweza kulipa a, zile ada za wanachama na michango mingine ambayo ipo hapa. Na mwaka elfu mbili na ishirini na moja elfu mbili ishirini na mbili kwenye mkutano ya kwao walikubaliana kabisa kwamba labda wangeweza kupendekeza utaratibu mwingine wakuweza kudhamini wakuweza kulipia hii michango mbalimbali. Lakini nafahamu kwamba nchi ya Kenya ilikataa ikisema kwamba pamoja na tungetengeneza wangetengeneza taratibu nzuri sheria nzuri kama hakuna utayari ile commitment itakuwa haina maana. Kwa hiyo utagundua kwamba inahitaji sana utashi wa kisiasa lakini pia inahitaji sana utayari kuweza kuyaishi yale ambayo wanakuwa wanakubaliana kama viongozi na kama ni nchi wanachama katika jumuiya hii ya Afrika Mashariki. Nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, ni Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudani Kusini, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na Somalia. Sheila Mkumba, Azam News.